Kwanza ngoja nikwambie. Ah uh, of course kwanza wao hakuna eneo lolote ambalo wameshinda. Ila kwa sababu na hata okay, ukimsikiliza msemaji wao wa awali wenyewe kuna kipindi walikuwa na mwito akalikonje. Alisema wenye akili ni wawili pale Yanga. Kwamba baba yake na Mheshimiwa JK ndio wenye akili pale Yanga. Lakini akikutana na mwe mmoja tu anakurupuka akasema tutajie yule mtu alotalo alotajwa kule kwenye kikao, wewe kwenye kikao ulikuwepo. Kwa nini usimtaje? Kama wewe una akili timamu. Wewe kwenye kikao ulikuwepo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 karibu sana mtazamaji wa Simba Fans TV popote pale ulipo, ni siku nyingine ya jumapili tulivu kabisa tukaendelea eh, kuwa mtaani kuzungumza na wanasimba eh, mambo mengi mengi, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na tarehe ya Kariakoo Derby eh, kwa maana mchezo watani wa jadi eh, Young Africans ambao walikuwa wenyeji kwenye mchezo nambari mia themanini na nne dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Eh, mchezo ambao E, umepelekwa mbele e, hadi tarehe ishirini na tano Juni hii elfu mbili na ishirini na tano mara baada ya tarehe ya awali ambayo ilikuwa ni leo Juni kumi na tano katika dimba la Benjamin Mkapa e, mara baada ya kupelekwa mbele kwa mchezo huo eh, mambo yamekuwa mengi kweli kweli, kweli, kwa mashabiki wa timu hizi, wengine wakiamini kwamba wameshinda kwenye hili, lakini kwa upande wa kunda Msimbazi Simba kukiwa na hali ya sintofahamu kutokana na klabu mpaka sasa kutotoa taarifa rasmi na ikumbukwe tu taarifa rasmi ya klabu ya Simba e, ilieleza wazi kwamba hata utambua mchezo mwengine tofauti na mchezo nambari mia themanini na nne ambao ungechezwa siku ya leo ya Juni kumi na tano. Kutokana na hilo, niko naye Fadhil Bowl mipango kumsikiliza kile ambacho yuko nacho kuhusiana na ile maoni yake ni yapi kwa wana simba wenzake, lakini pia namna ambavyo anatazamia mchezo huu. Fadhil, shikamoo. Habari za Jumapili. Mungu ni mwema, namshukuru Mungu tumeamka salama. Ndiyo. tupo Ndiyo, bado, na, turudi kwenye pointi kubwa. Dabi imepelekwa mbele, wanasimba ni kama sasa ile morali kuelekea mchezo huu. Maoni yamekuwa mengi, wengine wakionyesha kuto kuridhishwa na hali. Binafsi yako wewe, kwanza, kama mwanasimba, hili ambalo limejitokeza, umelipokea kwa namna hii? Ah ya ni kweli wanasimba wengi wamekuwa na unyonge, hususani hata mimi mpia nilikuwa na unyonge lakini mimi nasema wasiwe wanyonge kwa sababu huu ni mpira na tunajua hata kilichopelekea jambo hili mpaka limefikia hapa. Na ni kweli kabisa tulikuwa tunahakika kwamba mechi ile ilikuwa inachezwa leo kwa asilimia mia moja, lakini kwa hatua ambazo zimechukuliwa, sisi kama wana simba na namna tulivyo, hatuwezi kupingana na lile. Lakini pamoja na hayo, sana sana tunasubiri uongozi utajibu nini, kwa sababu toka imetokea sintofahamu hii uongozi wetu haujatoka mbele kutujulisha wanachama wake ni nini kinaendelea, lakini na hakika kabisa, ndani kati ya Jumatatu au Jumanne, uh, mwenyekiti atatuita atakaa na wanachama atatuambia nini kichojili na nini maamuzi yetu. Lakini mimi naamini haya ambayo yanajitokeza ni mapungufu ambayo yametengenezwa toka awali. Hii tabu yote inoletwa ni shida ambazo zimetengenezwa na watu wa TFF na watu wa Bodi ya Ligi. Na ukiliangalia hili ni kwa asilimia mia moja TFF na Bodi ya Ligi wamekuwa ni wepesi sana kwa beba wenzetu, lakini sisi ili bado halijatutia unyonge. Tunaamini hiyo tarehe ishirini na tano itapokuja na uongozi wetu atapotoa yale matamko, sisi tunaamini kabisa mechi ile tutacheza na mechi ile tutashinda bila shida. Na wao wanahangaika kwa sababu wanajua kabisa wapi wamekwama, wanafahamu wapi wamekwama. Wewe unaamini kwamba uh, limewatia unyonge lakini hamjapoteza kundi kubwa la mashabiki wa Simba hasa tunavyopita katika mitandao ya kijamii wanaonekana kuwa wanyonge kwenye hili. Ye, yeah. Watani hawajashinda nafasi ya ushindi po kwa, asiu, kwa Simba kama ambavyo wanavyosema. Eh, labda hii imekaaje hapa? Tupitishe hapa inawezekana labda unafahamu vingi kwenye matukio kama haya Fadhili. Ah, kwanza uh, ngoja nikwambie Uh, of course kwanza wao hakuna eneo lolote ambalo wameshinda, ila kwa sababu na hata okay, ukimsikiliza msemaji wao wa awali wenyewe kuna kipindi alikuwa namwita Kalikunji, alisema wenye akili ni wawili pale Yanga, kwamba baba yake na mheshimiwa JK ndio wenye akili pale Yanga. Na ukiliangalia hata hili, ndio unapita kwenye njia hizo hizo, kwa sababu wao walitaka bodi ya ligi jiuzulu. Bodi ya ligi haijajiuzulu kwa sababu bodi ya ligi sio mguto mguto alikuwa kiongozi kupitia klabu ya Coast Union lakini pia ashamaliza hata muda wake kwa, eh, kwa kwa mwenyekiti alikuwa kwa anasubiri tu muda wake uishe, mechi ziishe, baada hapo basi biashara imekwisha. Lakini pia kwa sisi, mnasema kwenye eneo letu, tunaweza kusema ni ushindi, kwa sababu yule mtu ametukorofisha sana kwenye mambo mengi. Sisi bakali mwendo, nondo sisi mpaka bakali mmoja mmojawapo ambaye amechangia sisi tumkose alikuwa ni Mguto, lakini pia kulikuwa kuna swala la, la Mikilawi yeye yeah, yeah, pia alichangia sisi tumkose na kila kitu tulikuwa tumemaliza. Kwa hiyo ukiangalia wao wow, maeneo ambayo wanayashangilia kwa mtu ambaye anaelewa vizuri historia ya Mguto na hao wenzetu wale ni wamoja. Kwa hiyo hakuna alipofaulu. Bodi ya ligi ipo, TFF ipo, wataka kalia jiuzulu na na, na, na viongozi wenzake kalia yupo wataka bodi ya ligi jiuzulu. Bodi ya ligi ipo kwa sababu Mguto sio bodi ya ligi, Mguto ni sehemu tu ya bodi ya ligi na kama kuondoka yule kishaondoka zamani, alikuwa anakaa tu kwa sababu amalizie ule muda. Bado ule muda anaondoka, na mechi zenyewe zilizobaki ni chache tu, ilikuwa mechi hizo tatu zilizobaki ndizo, yeah, hizo kwa mwisho wake. Kwa hiyo hakuna bali mtu ajuzu, ile ni kama kini macho. Sisi tunajua maeneo ambayo wenzetu wamepita, unaona. Lakini sisi kwa ustarabu wetu, kama utakumbuka elfu mbili na ishirini na moja, mechi ile ambayo iliahirishwa kwa ajili ya Mheshimiwa Rais, alikuwa anataka na yeye ahudhurie kwenye mechi ile, lakini wao kwa viburi vyao waligomea ile mechi. Sisi tulienda wamuzi walikwenda, timu ilikaguliwa, lakini tukatupewa pointi, ila sisi kwa ustarabu wetu tuliridhia. Kwa hiyo hata ile ambayo imejitokeza, watu wasio wanyonge, tusikilize uongozi utasema nini, na mimi naamini kabisa uongozi wetu una busara kubwa, kwa sababu hata watu waliokwenda, mimi binafsi nawaamini, kwa sababu naweza nikasema ni karibu nusu ya uongozi ulikuwa umeenda kule. Watu wa bodi ya ligi wa, watu wa bodi ya klabu walikuwepo. Uh, uongozi wa klabu wenyewe ulikuwepo, kwa hiyo ni kama wote walikuwa wameenea, unaona. Lakini unakuwa na majibu gani kwa taarifa ambazo sisi tumeziona au tunavyoona kwenye mitandao? Mheshimiwa amesimama pale, manake yule ni mfalme, akisema ukate kichwa unakatwa kichwa, una namna yoyote na uwezi kupinga. Kwa hiyo kwa amri ile labda sisi tuwe si wastaarabu, kama tukiwa si wastaarabu tunaweza tukawalibu mpira Tanzania kwa hiyo kwa sasa hivi sisi mpira huu tumeushikilia sisi Simba, na tuna mambo mengi sana ambayo wametukosea TFF na na na watu wa bodi ya ligi, ni kwa ushahidi na uongozi wetu umeandika na barua, wanazo tena. Kama sikosei mimi naamini na kabisa ziko, viko baadhi ya vielelezo hata kafu wamepewa, kwa matukio ambayo yanaendelea, lakini sisi tunakwenda kisheria, tunafata kanuni na taratibu za mpira, unaona bwana, ili uone kwamba wamekimbilia, yani wamerudisha mpira kwa kipa wameona huko ameshachemka kwa bodi ya ligi hakuna mtu ambaye eh, anataka kujiuzuru eh, TFF, hakuna mtu ambaye anataka kujiuzuru. Wale sio wale walikuwa wanasema wanataka tena mitano kwa Kalia, si ndio? Wale wale wale wale. Sasa leo Kalia hawamtaki eh, maki wao ndio wenyewe walikuwa wanasema tena kiongozi wao wenyewe, wanamuita rais na wenyewe wanamuita rais. Kakimbia hapo, hmm, kakimbia basi, kakimbia Marekani, kozi za uongo uongo tu, lakini hakuna hata kozi ya kweli. Ila kakimbia alikuwa anajua, aliwaaminisha wanachama wake na alikuwa anajua kabisa jambo lile hawezi kuendelea nalo wala hawezi kulimaliza kwa sababu wale watu kiukweli kabisa, wenye akili pale wawili wengine wale wote wa, ni shida. Wacha mtetemesha mchungu amwambia, tutakuchomea nyumba ujiuzuru. Sasa wewe unaona wale watu wana maana, wana shida nyingi. Kwa hiyo, kimpira, sisi niseme mpira kwa sasa hivi tumeushikilia sisi, yaani sisi ndio wenye mpira. Mtu yoyote anaojua mpira au anataka kujua maendeleo ya mpira kwa sasa hivi ni Simba, kwa sababu hata hivi vilabu unavyovisikia ni Simba ndio wameviweka Tuna timu nne ambazo zinashiriki kwenye mashindano. Maana yake leo hii uh, Singida ataingia, Azam ataingia eh, na wao wakiwepo wao Yanga kama tabatika kuchukua ubingwa, au si tutachukua ubingwa, tunaweza tukaenda kwenye hiyo klabu bingwa, lakini wawe, wale wawili wa, wapo, kwa maana sisi ndio tuliwatengeneza. Kwa hiyo ukiangalia, sisi mpira tumeushikilia, na sisi kwa kumheshimu mheshimiwa Samia, jambo hili tunasikiliza kupitia kwa uongozi wetu. Tutasikiliza viongozi wamesikia nini kwa mama Samia au kwa hao ambao wameenda kukutana nao, kwa sababu hadi sasa hatujui, tunaona tu kwenye mitandao, mama Samia kakaa na viongozi wa Simba, mama Samia kakaa na viongozi wa Yanga, lakini hatujui chochote kinaendelea zaidi ya kujua kwamba tumepewa tarehe mpya ya kucheza pambano lile. Lakini kiukweli kabisa, ndugu mwandishi, mimi niseme Simba ndio alishikilia roho ya mpira wetu wa sasa hivi wa Tanzania, kwa sababu kama Simba watasema wanalipuka, hawataki kuwa wastaarabu eh? hawaitaki dabi ya ishirini na tano. Wanazo sababu na utetezi mkubwa kabisa wanao, wana uwezo. Taarifa ya bodi ya ligi haijaorodhesha or sababu yote kupeleka mchezo mbele A, kuna bodi ya ligi wala wala TFF hawajaorodhesha, na hata ukiangalia hata matangazo ambayo yanatolewa hadi sasa, sijui kama umemsikia Wakalia ametamka kwamba mpira wachezo wa tarehe ishirini na tano, sijui wala sijui kama bodi ya ligi ndo amesema mpira wachezo wa tarehe ishirini na tano. Maanake mi sana sana naona tu kwenye mitandao na kwenye redio watu wa vyombo vya habari ndio watangaza, lakini kama uongozi wa TFF mimi binafsi sijasikia, labda leo, kwa sababu nimeshinda kwenye nyumba za ibada huko, labda walitangaza baada ya hapo. Ah, wewe ndugu mwandishi, kama ulilisikia TFF ametangaza tarehe ya mchezo, au kama ulisikia barua ile eh, ya bodi ya ligi, niliona eh, barua ile ikisema kwamba wamepeleka mbele mchezo hadi Juni ishirini na tano. Ah, ndugu mtangazaji, mimi nikwambie mimi kwenye simu kwanza sikuamini sana, kwa sababu humu kuna barua nyingi sana sana bodi yenyewe kabisa, sababu eh hizi barua nyingine watu wanatengeneza, eh, mara unaona ndimbo kasaini lakini sio klipodi ndimbo. Kwa hiyo kuna mambo mengi wao watoke hadharani waseme, unaona, ili ujue kwamba Simba ni wastaarabu hivi, wana mangapi ambayo wanayajua lakini hawayatoi. Lakini akikutana na mweu mmoja tu anakurupuka, sema tutajie yule mtu alotalo alotajwa kule kwenye kikao. Wewe kwenye kikao ulikuwepo, kwa nini usimtaje kama wewe una akili timamu